Waumini wanaokuwa wamekusanyika katika St. Peter Square wanapata taarifa au wanafahamishwa kwamba tumempata baba mtakatifu. Hao tunyampata baba mtakatifu kwa kuitazama chimni. wakati moshi mweusi unatokea inakuwa inaashiria kwamba bado hatujampata baba mtakatifu, lakini moshi mweupe unapotokea, wale waumini waliokusanyika kwa ajili ya kushuhudia zoezi hili wanapata kujua kwamba tayari tumempata baba mtakatifu. Hatua inayofuata baada ya hapo ni kutangazwa kwa baba mtakatifu. Hii inatokana na pale yule aliyechaguliwa au aliyependekezwa kuwa baba mtakatifu anaulizwa kama yuko tayari kuliongoza kanisa. Anapokubali, anakuwa pia yuko tayari kuchagua jina atakalotumia kama baba mtakatifu katika kuliongoza kanisa, kwa mfano baba mtakatifu Francis. Baada ya hapo, kinachofuata ni kutangazwa kwa umma kwamba tumempata baba mtakatifu, na hii inafanywa na kadinali mkuu pale anapokuja na kutangaza katika balkon ya kanisa la St. Peter Basilica, tunaye papa au kwa Kilatin, habemus papam. Yule ambaye alichaguliwa kwa baba mtakatifu anatokea na kuwasalimia waumini na kutoa baraka kwa mji pamoja na dunia nzima, baraka inayojulikana kwamba ni ubi etobi.